Wewe nani mpaka umsemee kuwa na tatizo? Unijaribu kuongea naye peke yako wewe na yeye. Kuongea naye peke yangu vipi? Ya? Mimi ataniambia nini? Wewe si mama mwenyekiti? Uliongea naye yule mwanamke mwenzio peke yake? Wewe nikitoka hapo atanikubalia? Ah, wewe ndo ndoa yako inataka ya kuijaribu kajengea mwenzio? Ah, mimi sijamaanisha hivyo. Lakini nataka ufuatilie eh, wewe kama kiongozi wa serikali. Mimi sifanyi kazi hiyo. Kwa sababu wanakijiji wanakutegemea wewe. Sawa. Na kija kutokea tatizo wewe uta, utakuwa uta, uta, katika sehemu gani? Inategemea na tatizo lenyewe. Hivi nikuulize kitu mmeanga. Ikatokea yule binti akauawa hmm, akafa yule wakwanza kufatwana, kitakacho kuja kukukuta wewe, utajuta. Mimi nilimwezesha mimi kiwalisia tu. Wakwanza kufata nani? Atafata familia yake? Kwani alifia nyumbani kwangu? Tatizo lako, mume wangu, ni mbishi, hata ukielekeza, taki kuelekezwa. Yule kafa, atafata baba yake na mama yake, nifuata mimi? na nakusika na nini na, na mimi na, na, nina ushahidi wangu. Nimeuita, nimemweleza, kakataa. Basi kwa hiyo mimi serikali, mimi mwenyewe serikali, nitoke nikalale kwa yule mwanamke kwao? Unachunguza sasa, wewe simama, mwenyekiti, nenda, nakupa zamana, kalishughulikie ska kani mimi nimefuatilia, nimegundua kwamba yule binti ana tatizo ila we unatakiwa ufuatilia kiundani zaidi, maana itakapokuja kukuta tatizo wewe likikukuta janga we